Wizara ya afya katika ukanda wa Gaza inayoongozwa na Hamas imesema idadi ya vifo vya Wapalestina kutokana na, na mashambulizi ya Israeli imeongezeka na kufikia watu 32,490 huku majeruhi wakifikia 74,899 tangu kuanza kwa mzozo huo mnamo Oktoba 7, mwaka uliopita. Wizara hiyo imeongeza kwamba katika muda wa saa 24 jeshi la Israeli limewaua wapalestina 76 na kuwajeruhi wengine takriban 102. Wizara hiyo imeongeza katika taarifa yake kuwa baadhi ya waathiriwa bado wamekwama kwenye vifusi huku mashambulizi makubwa ya mabomu ya Israeli yakiwa bado yanaendelea. Kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu hatma ya raia na wafanyakazi wa idara ya afya. Vikosi vya Israeli vimeendeleza operesheni yake ya kijeshi katika hospitali ya Al-Shifa iliyopo kaskazini mwa Gaza na hospitali ya Al-Amal huku wakizingira hospitali nyingine ya Nasser katika mkoa wa Khan Yunis kusini mwa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya ndani, wanajeshi wa Israeli walivamia maeneo kadhaa ya makazi katika mji wa kaskazini wa Beit Hanon na kuua takriban watu kumi na mbili. Pia kambi za wakimbizi za Nuseirat na Zawaida zilishambuliwa kwa mabomu na kusababisha vifo vya watu tisa. Mashambulizi ya anga ya Israeli pia yamevurumishwa katika maeneo ya makazi ya watu, mji wa kusini wa Rafa na kuua Wapalestina kumi na moja. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu wamepuuzilia mbali tahadhari ya Marekani kuhusu uvamizi wa ardhini katika mji wa kusini mwa Gaza. Akizungumza na wajumbe wa baraza la Congress la Marekani kutoka pande zote mbili mjini Jerusalem, Netanyahu alisema wale wanaojihifadhi Rafah, ambao ni zaidi ya nusu ya wakazi milioni 2.3 wa Gaza, wanaweza kuepuka mapigano ukanda wote wa Gaza kaskazini mwa Rafa. Unajua, watu walihamia upande wa chini, lakini wanaweza kurudi nyuma. Sio lazima waende kaskazini mwa wadi Gaza, lakini bado kuna asilimia 65 ya ukanda wa Gaza iliyoachwa wazi na watu wanahama na mahema yao. Israel inataka kuharibu kile inachokisema ni kambi nne za Hamas katika mkoa wa Rafaa, ikisema mashambulizi ya ardhini ni muhimu kufanikisha hatua hiyo ili kutokomeza kabisa kundi hilo la wanamgambo. Uvamizi huo uliopangwa umeibua wasiwasi wa kimataifa kutokana na eneo la Rafaa kuwa hifadhi wa Palestina milioni 1.4 ambao wengi wao wamekimbia mapigano katika maeneo mengine. Marekani, mshirika mkuu wa Israeli, pamoja na mataifa mengine yanaonya juu ya janga kibinadamu iwapo Israeli itaanzisha mashambulizi